Muungano wa Tanganyika na Zanzibar ni tukio muhimu sana katika historia ya Tanzania. Tangu kuasisiwa kwake tarehe 26 Aprili mwaka 1964, muungano huu umekuwa nguzo ya mshikamano, amani na maendeleo kwa Watanzania wote. Katika kuadhimisha siku hii adhimu, taasisi mbalimbali za umma na binafsi zimejumuika kusherehekea mafanikio ya muungano kwa njia mbalimbali. Miongoni mwa taasisi hizo ni Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania mkoa wa Kilimanjaro ambalo limejitokeza kwa namna kipekee kwa kutembelea wagonjwa katika kituo cha afya cha Majengo kilichopo katika manispaa ya Moshi. Akizungumza wakati wa kukabidhi misaada mbalimbali ya kiutu, kaimu kamanda wa jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro, Jeremia Mkomagi, amesema kwa kutembelea kituo cha afya dhamira ya kuwatumikia wananchi kwa moyo wa huruma na kujali utu wa kila Mtanzania imeonekana. Kwa hiyo katika sherehe hizi tukaona sisi kama jeshi la zimamoto na uokoaji mkoa wa Kilimanjaro kuja katika eh, kituo cha afya majengo kwa ajili ya kufanya shughuli za kijamii kiwepo kufanya usafi. Tumeanza na zoezi la usafi, lakini pia tuna vitu vidogo eh, ambavyo askari wamejitoa kwa ajili ya kuja kuwapatia wagonjwa, lakini pia kuipatia hospitali kwa ajili ya usafi, lakini pia kwa wagonjwa vitu ambavyo vitawasaidia eh, katika hali zao za sasa ambapo wakiwa hospitalini. Kwa hiyo kwa, kwa pamoja tuko na vifaa vya usafi. Na tuko na dawa lakini pia tuko na miti ambayo, kwa sababu ni zoezi linalohusika pia na upandaji wa miti ili kutunza mazingira ya mkoa wetu wa Kilimanjaro, kwa hiyo tuko na miti ambayo tutaigawanya, tutaigawa hapa hospitali ili waweze pia kupanda katika eneo lao, lakini pia bado tuna miti mingine ambayo iko pale kituoni. Kwa hiyo nimeshaongea na uongozi wa hospitali kama watakuwa wanahitaji, basi tutawasiliana ili tuweze kuwapatia pia waweze kupanda kwa hivyo kwa siku ya leo tukasema tuje kama Jeshi la Zimamoto na Uokoaji kwa kituo cha afya hapa Majengo, ambao wamekuwa ni wenzetu na tuko nao jirani hapa, kwa tukasema ili kuenzi ujirani mwema na kuenzi miaka sitini na moja ya Jamhuri ya Muungano basi ili tuweze kushirikiana. Kaimu daktari kiongozi wa kituo cha afya cha Majengo ametoa shukurani za dhati kwa Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania mkoa wa Kilimanjaro kwa tukio lilolifanya katika kituo hicho kuwa ni la moyo wa kibinadamu katika shughuli na kwamba taifa linaendelea kujenga msingi imara wa mshikamano. Nitoe shukrani za dhati kwa jeshi la Zimamoto kwa kuona umuhimu wa kuienzi siku ya Muungano ambayo ni tarehe ishirini na sita, lakini wameienzi kipekee kwa kuweza kutoa zawadi mbalimbali ikiwemo vifaa vya usafi kwa ajili ya kituo cha afya ya Majengo, lakini pia kutoa zawadi mbalimbali kwa mbali, wagonjwa wanaopata huduma kwenye kituo hiki, lakini kipekee wameweza kuiadhimisha kutoa miche ya miti ambayo tutaenda kuiotesha kama nembo na ishara ya Muungano. Kwa hiyo tuwashukuru sana kwa ujirani mwema lakini pia tuombe zoezi hili liwe ni endelevu kwa siku za mbeleni. Wananchi nao hawakubaki kimya mbele ya tukio hili la huruma ambalo Jeshi la Zimamoto na uokoaji Tanzania mkoa wa Kilimanjaro, kwa nyuso za furaha na maneno ya wa shukrani waliwapongeza kwa moyo wao wa kujitolea na upendo waliouonyesha. Maneno yaliyobeba uzito wa hisia za wananchi wengi walioguswa na kitendo hicho yalisikika kwa mama mmoja aliyekuwa akimhudumia mtoto wake katika wodi ya wazazi akisema: Hatujawahi kuona wanajeshi wakikuja hivi, si kwa moto wala ajali, bali kuja kutupa faraja. Mungu awabariki. Naitwa Godiva Fredrick Njau. Tunashukuruni sana kwa kutuletea siku hii ya Muungano, na Mungu awazidishie pale mlipotoa, aongeze zaidi. Msaada huu tunauchukulia kama ni fundisho kwa wengine ambao wa vitengo vingine kama zimamoto, wataiga wataweza kufanya kama nyinyi mlivyofanya. Majina naitwa Esther Samuel. Nashukuru kwa upendo wenu asanteni sana mbarikiwe. Mimi ni baraka lakini pia ni baraka zaidi kwa sababu nimepata ulunge niwenu kwetu, sisi tunaichukua kama pia ni miongoni mwa, mwa sherehe kwetu, kwa sababu so, inatupa nguvu lakini pia inatupatia moyo. Wananchi wanaposhuhudia wanajeshi wa zimamoto wakitoa misaada kama ambavyo limeshuhudiwa katika kituo cha afya cha Majengo, wanapata uelewa mpya kuhusu majukumu ya taasisi hizi hivyo kuongeza uaminifu, heshima na ushirikiano kati ya jamii na vyombo vya serikali. Jeshi la Zimamoto na Uokoaji Tanzania, mkoa wa Kilimanjaro, linatuma ujumbe kuwa hakuna anayepaswa kusahaulika, na kwamba kila mmoja, hata aliye kitandani kwa maradhi, ni sehemu muhimu ya taifa hili.